Watumishi wako tunakuhitaji, tunapokwenda kujifunza maneno yako tunahitaji ukawe pamoja nasi na Bwana Yesu, naomba unitumie mtumishi wako kama chombo tu kusema maneno yako ya uzima, wasaidia hata watumishi wako kuelewa sawasawa sawa na neno lako, kwa jina la Yesu amen. Nimeandika ujumbe hatumo miongoni mwa wakatao tamaa, na kitabu nimekwisha kukutajia, Ebrania sura ya kumi mstari wa 39 ambapo Biblia inasema, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Ningelikuwa na muda wa kunitosha, ningeliweza kusema kwa habari ya kitabu hiki ili kuweza kuelewa ujumbe huu mpaka mwandishi anasema haya maneno. Ingawa moja ya vitabu ambavyo waandishi wake hawajulikani ni pamoja na hiki kitabu cha Ibrania, mwandishi wake hajulikani ni nani, na ni kitabu ambacho kinamwinua sana Yesu na kutaja ukuu wake ni kitabu ambacho kinamwadhimisha Kristo kama ufunuo wa mwisho wa Mungu, kitabu ambacho kinadhihirisha ufunuo wa mwisho wa Mungu, unabii pamoja na ahadi zote ambazo ziliandikwa agano la kale na ahadi ambazo zingetimizwa katika agano jipya. Niko pamoja na we bado? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu hiki pia kinamwadhimisha Yesu na kumfunua kama mpatanishi, aa, kama mpatanishi. Lakini pia ni kitabu ambacho kinathibitishwa kuwa aa, kinamwinua Yesu kama mkuu zaidi ya manabii, mkuu zaidi ya malaika, mkuu zaidi ya Musa na watumishi wengi ambao waliwahi kutangulia agano la kale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kitabu hiki kinaandikwa kuweza kukuonyesha wewe na kunionyesha mimi kwamba hatupaswi kukataa wokovu mkuu uliotolewa kupitia Yesu Kristo. Lakini kitabu hiki, kwa waandikiwa wa kwanza, kilielekezwa kwa Wayahudi ambapo Warumi pia wanahusika, waliokuwa wanajaribu kugeuka ombo, nielewe, wanajaribu kugeuka au kugeukia tena dini ya Kiyahudi na kuifanya Injili iwe mfumo wa dini ya Kiyahudi. Sambamba na hilo, mwandishi anapoandika kitabu hiki cha Ibrania Anajaribu kuonesha kwamba Yesu ndiye Yesu ndiye ukamilifu wa ufunuo ulionenwa kwanza na Mungu na kisha ukatimilizwa na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kifupi, ninaweza kusema kuwa mwandishi anajaribu kutuonesha namna pekee ambayo inaweza kutusaidia katika maisha ni kumtazama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumtazama Kristo. Kristo ndiye aliyeinuliwa. Yeye ni zaidi ya manabii, yeye ni zaidi ya maraika, yeye ni zaidi ya wakuu wote ambao waliwahi kutangulia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunapojifunza kwa habari ya hatumo miongoni mwa wakatao tamaa, Ninaweza kukuambia kwamba kama mpendwa wangu na mtumishi wa Mungu ambaye umemfahamu Mungu na umeokoka. Maisha haya hayana ahadi ya kutokukutana na changamoto. Sema moja. Maisha haya pamoja na uzuri wake pamoja na unono wake hayana ahadi ya kutokukutana na changamoto. Kwenye maisha kuna changamoto, kwenye maisha kuna adha, kwenye maisha kuna dhiki, na kwenye maisha kila mmoja wetu amewahi kukutana na changamoto na anakutana na changamoto. Na changamoto hizi mwandishi wa kitabu cha Waebrania anajaribu kukutazamisha kwamba katika ushindi wa changamoto zote ambazo zinaweza zikatokea mbele yako ni kumtazama Yesu peke yake. Wako watu wengi ambao wanaweza wakasimama, wakajigamba, wakakuahidi, wakakupa kila kitu ambacho ungehisi kwamba kingekutosheleza au kujibu sehemu ya mahitaji yako, lakini kitabu cha Waebrania kinajaribu kumfunua na kumwinua Yesu pekee wa kumtazama katika changamoto yako. Mbaji mmoja anaitwa Ebiudi, akasema siku ya mateso yangu nani atanitazama? Yeye akasema msaada wangu ni Yesu. Amina, watu wa Mungu, kwenye maisha kuna masumbufu mbalimbali, lakini kwenye maisha kuna taarifa zinazotuzunguka lakini pia inapotokea mwanadamu ameshindwa. Katika ugumu fulani wa mara kwa mara kwenye maisha, kuna namna ambavyo wanadamu tunajisikia, kuna namna ambavyo wanadamu tunakuwa. Sasa pamoja na hayo, kupitia changamoto mbalimbali mbali, kupitia adha mbalimbali mbali, na kupitia mateso mbalimbali mbali, wakati huo kama watumishi wa Mungu tunakuwa na maombi, si ndio? tunakuwa tukiomba, na katika kuomba, kuna watu ambao wameomba kwa muda mrefu, na katika kuomba, kuna watu ambao wameomba kwa muda mfupi. Tumetofautiana sana. Katika kutofautiana huku, wakati ukiwa unaomba, haijalishi umeomba kwa muda mfupi au kwa muda mrefu, wakati umesongwa na matatizo wakati umefunga sana pale ambapo maombi yanachelewa kujibiwa, mtu anaanza kupokea sauti ya ndani, sauti ya ndani ambayo inasema naye na kumuuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, je, Mungu kweli yupo? Hilo ni swali la kwanza. Wakati umepitia masumbufu mengi Wakati umepitia changamoto nyingi, wakati umepitia matatizo mengi, na umeomba kwa muda mrefu au mfupi. Wakati ukiwa katika kusubiri kwa muda mrefu, kuna sauti ndani inakuuliza, je, Mungu yupo? Swali hili limewakuta watu wengi ambao walikuwa wakipita kwenye changamoto wakajiuliza na kukosa majibu ya swali hili. Lakini swali la pili wanajiuliza je, Mungu kweli anasikia? Mungu kweli anasikia? Na swali la tatu, kwa nini hali yangu haibadiliki? Kwa nini hali yangu haibadiliki? Haya maswali matatu yanakuwepo kwa ndani wakati mtu anapitia changamoto, yanakuwepo kwa ndani wakati mtu anapitia shida, wakati mtu anapitia adha. Na wakati wa kujiuliza maswali haya ma, ukumbuke kwamba mtu amekosa majibu, amekosa utatuzi, amekosa uelekeo, hali ya kuamini imeanza kutoweka. Na wakati akiwa katika hali hii, kinazaliwa kitu kinaitwa kukata tamaa bwana sife sana kinazaliwa kitu kinaitwa kukata tamaa hakuna mbabe kati yetu ambaye hajawahi kukata tamaa uongo ukweli uongo ukweli kwa wakati wa maswali haya mazito wakati wa maswali haya magumu jambo linalozaliwa ni kukata tamaa na nitakupitisha kwa kifupi maana ya kukata tamaa maana ya kwanza kukata tamaa ni hali ambapo mtu anaacha kuamini, yaani amehubiliwa maneno yote ameishi imani zote na ameshinda majaribu yote, lakini kukata tamaa kunapozaliwa, huyu mtu anaacha kuamini kwa hali aliyonayo inaweza ikabadilika, kwa hali aliyonayo inaweza ikawa bora, pamoja na juhudi zake anapokata tamaa anaona kwamba hakuna maana yoyote. Bwana Yesu atusaidie. Mtu anajaribu, anaacha kufanya uthubutu, anaacha kufanya kila kitu, ananyamaza, anaacha. Kwa lugha rahisi ya kueleweka, anazira. Hali hii inapokukuta, jua kabisa umekutana na anguko la kukata tamaa. Bwana atusaidie sana. Lakini kukata tamaa kwa maana nyingine ni kulegea kwa moyo. Kulegea kwa nini? Kulegea kwa moyo, moyo unakosa nguvu, moyo unashindwa kuhimili, moyo unashindwa kumudu hali, moyo unashindwa kustahimili. Na wakati ukiwa umeshindwa kustahimili, kwa kuwa moyo umelegea, basi changamoto yoyote itakayoinuka itakuweza itakuangusha itakutoa kwenye njia itakupeperusha. Bwana Yesu atusaidia sana. Lakini kukata tamaa ni hali ya ndani ambapo mtu anakosa nguvu, mtu anakosa nguvu ya moyo, anakosa nguvu ya uthubutu, anakosa shauku, anakosa ari ya kuendelea au kukabiliana na changamoto yoyote. Watu wengi waliokata tamaa wamekutana na hali hizi. Mtu anakuwa hawezi kupambana wala kukabiliana na jambo lolote, na wakati anaendelea hayo, mtu kimoyomoyo anashindwa kabisa, kwenye matendo anashindwa kabisa, hali yake inaanza kufifia, hali yake inaanza kuto, kupotea, ina, ina, ina, inaanza kupotea. Lakini mtazamo wake unaanza kuwa hasi. Niko pamoja na wewe, niko pamoja na wewe. Hali ya mtazamo, mtazamo chanya unatoweka, unaanza kuwa na mtazamo hasi, hali ambayo inapelekea watu wapondwe sana na shetani, hali ambayo inapelekea watu wabomolewe sana na shetani. Kukata tamaa kwa mtazamo mwingine ni hali ya kuona mambo kwa jicho la giza. Kukata tamaa ni hali ya kuona jambo kwa jicho la giza. Mtu aliyekata tamaa jicho la nuru limepotea, na kama jicho la nuru limepotea, maana yake mtu huyu anakuwa anaona mambo kwa jicho la giza. Bwana Yesu atusaidie sana kwa jicho la giza na wakati unaendelea kuona kwa jicho la giza, mambo yote kwenye maisha yako yanaanza kuwa hasara, yanaanza kuwa yafai. Mtu anaona kushindwa, sio kushinda. Kila kitu anaona kinamshinda, na kila kitu anaona amefika mwisho, na katika kufika mwisho anasahau kuwa yuko Mungu wa kumtazama, bado niko pamoja na wewe. Lakini neno la Mungu katika Ibrania tumesoma, sisi hatumo miongoni mwa wanaokata tamaa, hatumo miongoni mwa wanaorudi nyuma. Bwana Yesu atusaidie sana, jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna mambo kadhaa hapa, nimalizie nayo yanayosababisha watu wanakata tamaa. Kwa nini inatokea hali ya kukata tamaa? Kwa nini watu wanalegea moyo? Kwa nini watu wanavunjika moyo? Kwa nini watu wanapoteza matumaini? Kwa nini? Yako mambo hapa machache tutayasema. Jambo la kwanza ni masumbufu ya maisha. Masumbufu ya maisha. Maisha yamejaa masumbufu. Yesu anawaambia wanafunzi ahadi tatu. Anasema mkinifuata mimi mtapata mara mia duniani, sema amen. Ahadi ya kwanza. Lakini ya pili anasema mtapata udhia, kwenye udhia kuna mateso. Lakini tatu anasema uzima wa milele. Amina amina. Watu wa Mungu kwa masumbufu yapo, na masumbufu yanapoongezeka kwenye maisha ndiyo ambayo yanaweza yakasababisha mtu akalegea moyo, akapoteza matumaini, akakata tamaa, akarudi nyuma, akaacha kuamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia kwenye maisha tunajifunza yako masumbufu mengi, kukosa fedha, afya, familia, mambo mengi yanayochosha ambayo wewe huyataki hayo mambo Usipokuwa makini nayo, yanalegeza moyo, yanakuondoa kwenye imani. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wakati unakuwa ukiomba majibu hayaonekani, kumbuka yale maswali matatu niliyotangulia kukwambia. Lakini Zaburi 34 mstari wa 19 Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana, tusaidie sana. mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote, kwa masumbufu yote. Ndio maana kitabu cha Waebrania, nimekwambia ni moja ya vitabu ambavyo vinamwinua Yesu sana. katika majaribu, katika shida, katika dhiki, Yesu ameinuliwa mbele yako. Bwana asifiwe. Yesu ameinuliwa mbele yako. Kwa katika masumbufu, natakiwa kutambua kuwa Mungu yupo katikati ya masumbufu, Mungu yupo katikati ya dhiki, Mungu yupo katikati ya shida, Mungu yupo katikati ya majaribu. Amina watu wa Mungu, ukisoma kitabu cha Korinto wa pili sura ya 4 mstari mstari wa 8 na 9, Biblia inasema pande zote twadhikika. Tukafungua Biblia yako haraka, nimeamua kukurahisishia kwa sababu ya muda. Pande zote twadhikika, hatus, hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa. Mstari wa tisa anasema twaudhiwa, bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Niko na wewe, niko na wewe kwa tunapopata dhiki kama wateule lazima kukumbuka kuwa Yesu ameinuliwa mbele yako. Amina watu wa Mungu. Lakini jambo lingine linalosababisha watu wanakata tamaa taarifa zinazotuzunguka, taarifa zinazotuzunguka. Ina kuna msemo unasema, tumezungukwa na taarifa, na watu wataalamu wa taarifa wanasema taarifa yoyote ukipokea kwenye maisha yako iwe mbaya au nzuri, ni taarifa na hakuna mwamba ambaye amebagua taarifa njema tu, unapokea zote. Sema amen, unapokea zote. Ni kama ambavyo wana Israeli waliwahi kufanya, wakaregea moyo baada ya kuambiwa kule kuna majitu makubwa. Kwa taarifa zinazotuzunguka zinaweza kusababisha mtu akaregea moyo, akakata tamaa, vifo, maradhi umaskini, kushindwa kwa mambo, mtu anaweza kusababishwa akapoteza tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali 13:12 binasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua. Mm. Kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo hufanyaje? huugua lakini naendelea kusema, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Bwana atusaidie sana. Kwa katika taarifa ambazo zinakuzunguka, zinazokukatisha tamaa, zinazokuumiza, badili unachokisikia ndani ya moyo. Kuna mambo unayasikia ndani ya moyo, badilisha, sio hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Imani ni kubadilisha uhalisia. Wakati wanatangaza magonjwa, wewe unatangaza uzima, jamani. Amina, kubadilisha kile unachokisikia. Na bahati nzuri, Warumi kumi, kumi na saba bibi nasema, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana tusaidie sana, ko mambo unayoyasikia yanayokatisha tamaa nayokuchosha usiyasikilize. Badilisha unachokisikia ndani. Bwana Yesu atusaidie. Lakini jambo la tatu linaosababisha watu wanapoteza matumaini, wanakata tamaa, kushindwa au kukutana na magumu. Mtu anaposhindwa, mtu anapokutana na ugumu wowote, ugumu wa mara kwa mara huumiza moyo, anapojaribu tena na tena kwenye mafanikio na hakuna ambacho anaona matokeo, mtu anaanza kulegea moyo kwa haijalishi umeshindwa mara ngapi, haijalishi umekutana na ugumu wa namna gani, bado Mungu ni tumaini. Mithali 24:16 Biblia nasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara saba akaondoka tena. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana, akaondoka tena mwenye haki aangukapo, sio kuanguka, unabaki hapo hapo, lazima usimame, safari iendelee. Sema ame. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima usimame, safari iendelee, safari bado na, nasema bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Kwa kwa maana nyingine, hata mabaya yakitokea, yakikutoa kwenye reli, haufai. Amina, mtu wa Mungu, haufai. So, wakati umezungukwa na kushindwa, watu wanatangaza kushindwa kwako, watu wanatangaza anguko lako, wewe unatakiwa kuamua kusimama tena. Bwana asifiwe sana, wewe unatakiwa kuamua kusimama tena. Katika kitabu cha Mika sura ya 7 mstari wa nane Biblia inasema usifurahi juu yangu, Ee adui yangu, anasema niangukapo, nitasimama tena nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Bwana sife sana, sunasoma Biblia yako, mi naenda haraka, Bwana atakuwa nuru kwangu. Na Mungu haleti majaribu ili kutukomoa, haleti magumu ili kutupoteza au kutuangamiza. Mungu analeta magumu ama majaribu, kwa maana nyingine ni kutufundisha kumwamini Yani elewa, Mungu anapoleta gumu lolote mbele yako anakufundisha imani, hakukomoi, anakufundisha jinsi ya kumtegemea Bwana. Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho linalosababisha watu wanapoteza matumaini, wanakata tamaa, wanarudi nyuma, maombi yanapoonekana yamechelewa kujibiwa, maombi unapoomba kwa muda mrefu unapoomba kwa muda mrefu, wakati mwingine majibu yanapokosekana, mtu anachoka, mtu anakosa kuamini, anaanza kuona ni kama vile Mungu atendi. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Habakuki sura ya pili mstari wa tatu anasema Habakuki baada ya kuomba maombi mengi na wakati mwingine mengine alikuwa anafanana na malalamiko, Mungu anamwambia: maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa inafanya haraka, ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja. Bwana Halisemi uongo, linakuja. Wewe usikate tamaa, usichoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono ulionayo nayo yasubiri, kuna wakati wake, yanakuja, endelea kuomba. Endelea kuomba bila kukata tamaa, endelea kuomba bila kuvunjika moyo. Mungu bado yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu bado yupo. Luka 18:1 Yesu, 18 Yesu anawaambia kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Bwana Yesu atusaidie sana ah, nimalizie kitu cha mwisho hapa. Wakati mwingine watu wanakata tamaa, wanalegea. Kwa jambo mojawapo ni pale mtu anapojiona yuko peke yake, unapojiona upo peke yako. Wakati mwingine mtu hukata tamaa si kwa sababu ya tatizo lilonalo, ni pale ambapo mtu atajenga mtazamo na kujiona yeye yupo peke yake na kujiona hiyo shida ni ya peke yake. Bwana tusaidie sana, jina la bwana libarikiwe. Ukisoma Zaburi 142 mstari wa nne na wa tano Biblia inasema utazame mkono wa kuume ukauone, kwa maana sina mtu anijuae, makimbilio yangu yamepotea. watano nasema Bwana, nimekuita nikasema ndiwe kimbilio langu. Unamwelewa mzaburi? Unamwelewa mzaburi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unahisi uko peke yako, na kuhakikishia hauko peke yako, na hili linathibitishwa na Yesu katika kitabu cha Yohana 16. Naomba nisomee hapo, ili nimalize, katika kitabu cha Yohana 16, msali kama sura 32 na 33. Nisomee haraka niweze kumaliza hapo. Kuna wakati mtu anapotea, anakata tamaa, akijua yuko mwenyewe, akijua yuko peke yake. Nisome hilo andiko uliyefika. Okay, jamaa amenigeuzia huku, anateza. Anasema, tazama saa inakuja, naam, imekwisha kuja ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao, na kuniacha mimi peke yangu, lakini mimi siko peke yangu kwa kuwa Baba yuko pamoja nami. Na Yesu anawaambia hawa wanafunzi kwamba saa inakuja ambapo ninyi mtatawanyika ma, mahali mahali, mtaniacha mimi peke yangu, lakini mimi siko peke yangu, bali Baba yuko pamoja na mimi. Wakati wa shida yako Yesu yuko pamoja na wewe, wakati wa machafuko yote kwenye maisha Yesu yuko pamoja na wewe, hauko peke yako, hauko mwenyewe, hauko mwenyewe, hauko mpweke, Yesu yuko na wewe. Na sisi Biblia inasema si, si miongoni mwa wanaopotea, si miongoni mwa wasitao, bali Biblia inasemaje? Ibrania kumi na ngapi? Kumi thelathini na tisa. Ujumbe wa andiko letu jenga imani katika andiko hilo, hata kama utapita katika dhiki, katika shida, katika masumbufu mbalimbali ya maisha, jenga imani katika andiko hilo. Sisi si miongoni eh, hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Naomba usimame. Maneno ya Mungu ni kweli na amina, maneno ya Mungu ni ndio, na Mungu aletapo kila neno huwa na kusudi. Na mtu mmoja wakati napomkaribisha Baba hapa Niombe wewe ambaye ukiwa umefunika macho, niombe wewe ambaye unasema umekata tamaa, moyo wako umeacha kuamini, umekutana na shida ngumu, umekutana na adha, dhiki, changamoto ambayo imesababisha moyo wako umelegea, imesababisha hali ya kutokuamini imetoweka.